Mheshimiwa Maganga, jiandae Mheshimiwa Felix. Asante, naibu spika, kwa kunipa nafasi niweze na mimi kuchangia hotuba ya Wizara ya, u, ya mifugo na uvuvi. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kunipa nafasi na fursa hii niweze kuzungumza ndani ya bunge lako tukufu tukiwa tunapitisha bajeti hii muhimu sana ya wafugaji pamoja na wavuvi. Mheshimiwa naibu spika, kwanza nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa awamu ya sita, hakika ameleta mapinduzi makubwa na amepunguza kero kubwa upande huu wa wafugaji, ndikile interest, mimi natokea familia ya kifugaji, lakini pia hata mimi asili ya yangu ni mfugaji, na ninataka niwape shule tu wale ambao hawajawahi kupitia biashara hii. Biashara hii ni nzuri kuliko biashara za mpesa pamoja na biashara zingine za itaalamu. Mweshimiwa Spika, ukiwa na mifugo yako sisi Kisukuma tunaita ndogosa, yaani kwa maana ya, ya majike yale ya wastani mtamba, sijui wanasema Kiswahili chake fasaha. Ukiwa nayo moja, yaani mwenye mpesa akasome pamoja na mwenye mtaji wa milioni mbili na kuendelea, kwa sababu uhakika kila siku ndama zinazaliwa na mambo yanaenda vizuri kabisa. Lakini pia sisi Wasukuma benki yetu ni ng'ombe, na niishauri serikali pamoja na waziri dadaangu na kakaangu Mnyeti, kuna kila sababu wizara yenu kuionea wivu. Tumeona kweli mnajitahidi kadiri ya uwezo, lakini naomba mimi mjitahidi, na mkipangilia vizuri mipango yenu hapa kuna mapato mengi zaidi, kwa sababu wafugaji hasa sisi Wasukuma tumesambaa kote sasa ukienda Mbeya utakuta maporini humo wasukuma tumo, lakini pia ukiwa Rongido huko kwa Umasai wasukuma tumo. Sema changamoto sisi moja tu ambayo tulitaka kujiharibia ni ile ukataji wa miti, na hili serikali inapashwa kuichukua kama ajenda, kuwapa semina tu wasukuma kwamba miti haitakiwi kukatwa, lakini ng'ombe zichunge kwenye mapori. Mheshimiwa Naibu Spika, tunampongeza Mheshimiwa Rais na mchana nilikupa taarifa nilikuwa na maana nzuri tu ya kumpa kampani mzungumzaji mwenzangu Kanyasu, alizungumzia swala la poli la Kigosi. Tunamshukuru rais, ametupa fursa kuweza kuchimba mle, lakini hilo eneo ni kubwa sana. Wafugaji wa maeneo hayo kwa maana ya mkoa wa Shinyanga na Geita na Tabora kwa ujumla wanaomba waruhusiwe ng'ombe zao wa ziingie zichunge kwa sababu zenyewe hazikati miti wala haziharibu mazingira kilichopo tu wapewe semina kupitia wizara hii, wape wafugaji semina kwamba ngombe zichunge lakini miti isikatwe. Hakika tutaongeza pato kubwa sana, hata pato la taifa tutaongezea mapato mengi, kwa sababu ng'ombe watazaliwa wengi, lakini vile vile ng'ombe wakiwa wanakula wanashiba ndio wanavyozidi kuzaliana. Mheshimiwa naibu Spika, lakini lipo jambo jingine ambalo mimi limeleta shida sana wafugaji wangu Mbogwe, hii mihuri ya vitongoji pamoja na wenye viti kama nilivyosema kwamba sisi pesa yetu ni ng'ombe kwa hiyo tuna utaratibu ukitaka kupeleka mnadani ng'ombe lazima upite kwa kitongoji uandikiwe kibali na hawa vitongoji ndio wanaowajua wafugaji kwamba fulani ana ng'ombe na fulani ana ng'ombe lakini sasa hivi utaratibu huu kupitia waraka wa mwaka 2016 unaozuia vitongoji kwamba kukaa na mihuri pamoja na wenye viti hii shida imekuwa kubwa sana kule naibu spika hii shida inasababisha sasa hivi wafugaji wengine wasipeleke hata ng'ombe mnadani, kwa sababu huwezi ukapeleka mfugo wako mnadani usipokuwa na kibali unachotambuliwa kwamba wewe unatoka wapi, wewe serikali inakutambua kivipi? Huwezi ukaswaga ng'ombe yako. Kwa hiyo niombe serikali, ninajua kwamba yapo maeneo mengine hawa wenye viti kweli wamefanya vibaya, lakini mimi kwenye wilaya yangu hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo itengeneze semina kwa hawa wenye viti, warudishiwe mihuri ili kusudi wafugaji hawa Waziri, dada yangu waendelee kufanya biashara zao kupitia mifugo yao. Maana kule kwetu, yaani, ukitaka kupeleka kwa mfano mnada wa Masabi ama Bukombe, lazima upite kwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji akupe kibali, ili uende ukauze ng'ombe yako. Mpaka sasa hivi ndio maana watu hawapati wa hiyo fursa. Na nikizungumza hayo, naibu waziri, wewe unafahamu, kwa sababu mazingira yako na yangu yanafanana, sisi sote tunatoka maeneo yale yale kule Mangu ili umpeleke ng'ombe lazima uwe na kibali. Sasa hivi mamlaka ikirudishwa kwa watendaji tu, watendaji hao wanatoka maeneo mbalimbali hawawajui wafugaji, na kunaweza kukatokea wimbi la wizi wengi sana, kwa sababu mtendaji huyu yeye anaenda kwenye kijiji ni mgeni, hawajui waliomzunguka wa kwamba ni nani na nani ambaye ana mifugo hapa, lakini kupitia wenye viti na vitongoji wa maeneo ndo wanao wafahamu kwamba huyu kweli ana ng'ombe na huyu ana ng'ombe na na huyu ana mbuzi na huyu ana kuku. Kwa hiyo hii ajenda naomba ichukuliwe kwa, kwa, kwa maamuzi makubwa sana haraka iwezekanavyo, ili usumbufu huu na mwaka huu kama mnavyojua ni wa uchaguzi, ili kusudi wenzetu waendelee kufanya biashara ya mifugo zao, waruhusiwe vitongoji kukaa na mihuri, ili kusudi kuendelea kutoa vibali pale wafugaji wanapopeleka ng'ombe kwenye minada waweze kufanya biashara bila usumbufu. Jambo jingine hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, napenda nishukuru serikali jinsi inavyotuhudumia pamoja na tunapoleta kero na shida zetu hapa inatusikiliza. Lakini lipo swala la majosho, waziri wa mifugo. Hawa wafugaji wanahitaji majosho kila kata. Na nilishawahi kuzungumza na wewe mnyeti, ukasema kwamba kwenye bajeti hii lazima iingie sasa. Nitasikiliza hotuba yako pale mwishoni kwamba je, tunaenda sasa kuwawekea majosho hawa wafugaji wa Mbogo, kwa sababu aliyekuwa waziri mwaka elfu mbili ishirini na moja ishirini na mbili alienda kuwaahidi kwamba tutaleta majosho, na ninaiomba serikali ilichukue haraka sana iwezekanavyo hili ili kusudi hizi ng'ombe ziwe zinaoshwa kwenye majosho, maana kupe pamoja na wadudu wengine, na wao wanaleta changamoto kwenye ng'ombe na kuweza kuwa na afya mbaya ambazo hazistahili Mheshimiwa Naibu Spika na, na, na waziri wa mifugo. Lakini swala lingine la uzio, tunayo minada ambayo inajaza mifugo mingi, utakuta watu utoroshaji, utoroshaji hauko kwenye madini tu, hata kwenye mifugo utoroshaji upo. Unakuta ng'ombe zaidi ya elfu mbili, elfu tatu zimeenda kwenye mnada, lakini unakuta zinazolipa kodi ni ng'ombe mia mbili, mia tatu tu. Ukiangalia Mangu hakuna mnanilii hapo, uzio lakini pia pale Mbogwe mimi ninayo minada miwili ninao mnada wa Masumbwe pale, ninaiomba serikali itoe pesa kupitia bajeti hii tunayoenda kuipitishia, ili tukazungushe uzio, ili wafugaji wanapoleta mnadani ng'ombe hizi, serikali ipate pato la uhakika ili asipatikane mtu wa kutolosha, kwa sababu kukiwa na uzio mtaiona hata, nalili hata hata, hata uingizaji wenu wa mapato utakuwa mwingi mwisho niombe serikali isiwe na masharti na milolongo mingi, kwamba mara sijui mwisho, ng'ombe wangapi wangapi. Iwe tu biashara huria kama biashara zingine. Mwenye uwezo wa kufuga ng'ombe kumi afuge, mwenye uwezo wa kufuga ng'ombe wa kisasa afuge, mwenye uwezo wa kufuga ng'ombe wa kienyeji afuge. Mimi ukiniambia kufuga ng'ombe wa kisasa sijui, bibi, najua ng'ombe wa kienyeji, kwa sababu hawana rongorongo nyingi. Ukinunua ng'ombe zako ni kupamila tu, yani peleka mbugani, yatazame mwenyewe, utakuwa unachukua faida tu. Kwa hiyo tusiwekewe, tusiwekewe masharti. Naibu Spika, naiomba sana serikali iondoe usumbufu kwa wafugaji ili tufuge vizuri na tuweze kuendesha nchi yetu kwa raha na starehe. Asante sana, Naibu Spika, naunga hoja mkono.